Mimi naitwa mganga Msunyange ganga msunya, jambo langu ninakolifanya, nafanya popote, sehemu yoyote, hakuna wa kunizuia tawile. msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya msunya. Nataka mambo yako anyoke kama huu mti sawa? Ndio maana nimekuweka hapa msunya msunya hapo. Oh, no, hapo nje, hapo. Eh, wewe mwenye ni mwenye ile eneo uo ni mganga Msunya wa Msunya angi anafanya mambo yangu ha? Hapo kwa hiyo kwangu, ndo umeona pa kurogea hivi eh, Unajitaka ujitake ah. <laughs> <laughs> <Mba. Hey. laughs> Una kiburi kwangu, kama unajiamini <laughs> unajiamini, njoo nje nikumalize Naendelea nini hapo? Umesema nije tutambuane, nimekuja ili tutambuane. Mimi naitwa mganga Msonya wa Msonyani, sawa? Ok, naomba kibali cha ufanyaji kazi wako. Naam. Naomba hey, kibali cha utabibu wako. Na. Naomba kibali cha utabibu wako, ina maana umesikia. Ah, kumbe itakiwa tena kibali. Wewe unafanya hii kazi bila kibali. Mea! Tulikuwa naye. Eh, hey, hapa tumekamata mlevi.

Wewe. Alafu sikilizeni nyinyi sio kila mganga ni mganga, wengine ni matapeli. Waganga wote wa kweli wanatambulika na serikali na wamepatiwa vibali Una kibali sasa? mtoto wewe, naenda taka kumpiga. una kibali? una kibali? una kibali? unataka kutoa injia as music. Sikia, naitwa Yohana. Sawa, naona umevunja sheria ya nchi, inabidi tukapambane. maandamano tena tuendelee. Wewe ndio umekamatwa, mimi nawahitaji kwa ushahidi. Sawa, mimi na usafiri moja, una usafiri, leta haraka sana. Sunia, sunia, sunia.